Bwana, jionee jezi mpya ya klabu ya Young Africans Wananchi, jezi ambazo watazitumia katika michezo ya klabu bingwa barani Afrika mara baada ya kufuzu kunako hatua ya makundi. Jezi hizi Young Africans hawajathibitisha kwamba nani hasa ndiye mzalishaji ama designer kama vile ambavyo msimu uliopita kit designer alikuwa ni sheria ngoi, lakini msimu huu hawajathibitisha kit manufacture, lakini wameendelea kutoa jezi zao zile zile zenye ubora wa hali ya juu. Wametoa jezi za aina tatu, ambapo kuna jezi ya njano ambayo wenyewe ina kama mistari ya kijani hivi, kama unavyoiona ina upapi fulani hivi wa kijani ambao upo mbele na upo kwenye mikono, lakini vilevile vile upo kwenye uh, kola kama unavyoiona hapo lakini nembo ya GSM kama kawaida ina rangi ya kijani. Lakini wametoa pia jezi ya kijani kama ilivyo desturi yao, lazima kuwe na uzi wa kijani, ambapo kama ina upapi fulani hivi kwenye shingo. Lakini ukiangalia kwenye kola vizuri, kama utakuwa unaiona, kuna kama bendera ya Tanzania kwa mbali hivi inaonekana pale. Huu ni ubunifu mwingine wa hali ya juu ambao umefanywa na Young Africans lakini jezi nambari tatu ni third kiti ambayo ina rangi nyeusi pia kama unavyoiona hapo inavyoonekana, ambapo Young Africans wamefanya kile ambacho huwa wanakifanya katika miaka yote. Ni watu ambao mara nyingi sana kwenye jezi tunaweza kuongelea kwamba hawana upinzani kwenye suala la jezi, kuanzia kwenye designing, lakini vile vile kwenye material. Ukiangalia hii jezi nyeusi ni kama vile sio nyeusi.